Ah, umeshikilia kwa mjukuu wangu eh? Umeshikilia, nataka kuondoka hii. Sogea sogea, unishikeshike vizuri huku. Wewe babu uko mbali. Wewe babu babu, ah wapi? Kazi yangu nanaribia Babu umeanza kazi ya eh, bodaboda lini? Mimi nafanya miaka yote na miaka 12 sasa basi. Kisha kusijoga katika hilo eh, uh -huh. Angalia, huyu ni nani kwako? Aya, nini sasa? Unamwomba kusogelea kwa sababu ya nini? Mjukuu wangu, huyo mjukuu mjukuu mjukuu mjukuu bila mimi Eh? Huyu pia ni mjukuu wangu. Lazima nishikilie kwa. Wale hao wajukuu ni wangapi mpaka utawataja wote, mpaka ikipika iendeshwe mpaka dereva ashikilie. Sikiliza babu, sikiliza. Nikimwangusha. Huyu ni maharimu wako, haufai kumkaribia uh -huh. Babu, maharimu tofauti. Babu, ukiwa unaendesha bodaboda yako hivi, mwache akae huku, si ya kukaribia hapa, wacha akae upande huu hapana. Sikiliza babu, lazima nishikilie mimi <laughs>

Na Yesu anashikilia chuma, kwa nini? Nakwambia asogee hapa ndo anishike vizuri namna ah, hapa. Eh, ku ku na ukifanya eh, vib... utakuja kupigwa. Wake watu kumbatia, wake wa watu waume zao wenyewe wanasema, wana babu mashuhuri. Ukipanda vizuri mshikilie. Babu babu babu, sikiliza mimi, utakuja kugongwa na nani wewe. Huyu si mtu wa mtu, ndio nakwambia mimi, ni babu yake. Ha, ume mshuhudia. Kwa hiyo babu yake hakuna makosa. Ha, ya. Nikuulize swali. Niulize. Iwapo sasa hivi huyu ameenda kugombana mpaka ndoa yake ikavunjika utampeleka kandoa?